Kuelekea kwenye mechi yetu ya, ya kesho dhidi ya Yanga, maandalizi ya timu yetu yameenda vizuri. Nafikiri awali tulikuwa na focus ya mechi iliyokuwa kwenye ratiba tarehe 29 kisha imeingia ratiba hii hapa tarehe 27, lakini tunapaswa kuwa tayari kwa sababu tuko kwenye ligi. Kwa hiyo tumehamisha mawazo kutoka kwenye tarehe 29 kuja kwenye tarehe 27 mechi ya kesho, huku ikiwa ni mechi kubwa. So jukumu letu kubwa kama walimu, benchi la ufundi, ni kuwaweka wachezaji kwenye utayari wa mechi hiyo na bahati nzuri tuna wachezaji ambao wako uzoefu, waku, na uzoefu wa kuweza kufocus kwenye mechi hiyo. Nadhani tumepokea na tuko tayari na tumefanya maandalizi japo kidogo, lakini nafikiri maandalizi mengine tutamalizia kwa siku ya leo, ili tuweze kuona tunaingiaje kwenye mechi hiyo ambayo tunafikiri kwamba kila mtu ambaye yuko tayari kwenye timu basi anaweza kutumika vizuri kwa mchezo wa kesho, kwa maelekezo ya uwanjani wa yani mre, wa ya walimu wetu na jinsi wapinzani walivyo kwao, tunapokea maelekezo